Siri ya kuondoa ndoto zisizoisha za shule, mitihani na kazi bila mafanikio. Maana ya ndoto: kuota mara kwa mara ukiwa shuleni, darasani au unafanya mitihani unaoshindwa kumaliza, ni ishara ya roho ya kuchelewesha mafanikio, kurudishwa nyuma au kufungwa katika maisha ya zamani. Ndoto hizi hufanya mtu arudie mizunguko ya kushindwa kazini, kielimu hata katika huduma. Wengine hata wakiwa watu wazima bado hujiona wakiwa wanafunzi; ni dalili kwamba maendeleo yao yamezuiliwa kiroho. Sababu kwa nini ndoto hizi hutokea? Moja, madhabahu ya kifamilia zinazohusiana na elimu, kazi au mafanikio zilizowekwa kabla hujazaliwa. Mbili, roho ya kuchelewesha. Tatu, hofu, mashaka au kuishi katika majuto ya zamani. Nne, laana za kushindwa au maneno mabaya yaliyotamkwa juu yako. Tano, ukosefu wa uthabiti katika maombi, kuomba leo na kukata tamaa kesho. Suluhisho: mambo ya kufanya ukiwa hu nyumbani. Tubu, naomba msamaha kwa mambo yote yaliyopita katika maisha yako ya kielimu au kikazi. Mbili, omba maombi ya kufunga kila mlango wa nyuma ukitumia damu ya Yesu Kristo. Tatu, soma neno la Mungu kila usiku kabla ya kulala, hasa Zaburi 23, Isaya 54:17 na Kumbukumbu 28:13. Nne, andika ndoto zako mara baada ya kuamka na zifute kwa maombi ikiwa ni ndoto za kurudisha nyuma. Tano, tangaza kwa sauti kila asubuhi. Mimi si wa kurudi nyuma. Maisha yangu yanaenda mbele. Mafanikio yangu hayatachelewa tena kwa jina la Yesu. Maombi ya kiroho, Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kurudisha nyuma kupitia ndoto za shule, mitihani au kazi zisizofanikiwa, naivunja kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kila agano la kushindwa, la kuchelewa au la kupoteza fursa, linatoweka sasa. Natangaza mimi ni kichwa wala simkia, Nitasonga mbele na kufanikiwa katika kila eneo la maisha yangu. Ee Bwana, niepushe na ndoto za kurudi nyuma, niongoze katika njia zako za ushindi, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Labda ndoto hizi zimekuwa zikijirudia kwako mara nyingi, usikae kimya. Wasiliana nami kwa maombi, tafsiri na msaada wa kiroho. Namba ya WhatsApp ipo kwenye bio. Prophetic Galila.